Na karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kuna tusikiliza. Unasikiliza e, najua kwamba mambo ya kusawa sio mabaya sana, alicho kwamba e, kidogo tuna mafua mafua kama unavyosikia hivyo, lakini hai e, shughuli bado zitaendelea. Tuko tarehe ishirini na tano za mwezi wa tatu 2025 na ishirini na tano ambako kunasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo Rajabu Kilikabonga town E, DJP sasa, um... e, kitendo cha Bitakwira kuweza kuomba msamaha, sijui kama iki kitendo kime uh, kimekaa vizuri hapa uh, lakini wanasema kwamba um, mtu anapogundua e, labda kuponyoka kwa maneno na hivyo kuweza kuongea e, lile swala linakuwa ni jambo moja la E, la kutia nguvu ya linatia nguvu na pia linasaidia sana e, so tutazungumzia hili swala so, kwa nini Bitakwira ameweza kuomba msamaha hadharani baada ya kusemwa sana, watu wanamsema vibaya, ni mbaguzi, ni mchochezi, hivyo so kisha pia tutazungumzia kusana na na Gisaro e, Alexi Gisaro huyu waziri wa miundombinu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo mwenye asili ya Kinyarwanda e, jamii ya Kinyamulenge jinsi wanavyojiita wao, ameweza kuongea mengi, ameongea mengi, ameongea mengi na ameonyesha nia kabisa ya kusema kwamba um, wao kama vile Wanyamulenge e, hawako tayari e, kudanganyika e, jinsi wako wanadanganywa na, na Paul Kagame na kujikuta kwamba wana wanaingia ndani ya mtego wa Paul Kagame. Na tofauti na hilo, pia tutazungumzia kuhusiana na mamia ya, ya wazalendo ambao wame wametoka maeneo ya Kasongo na hivyo kuja kuingia Kindu, wakiwa na programu ya kuja moja kwa moja huko maeneo ya Kivu ya Kusini kwenye uwanja wa mapigano. So hayo ndio mambo ambayo tutayajadili na nafikiri ni e, ni vizuri sana kama utaendelea kuungana pamoja na Baraka One TV, na kumbuka tu kwamba operesheni yetu saidia mzalendo bado iko inaendelea, na lengo letu ni kutaka kuweza kukusanya kadiri inavyowezekana ili tuweze kuwasaidia wazalendo chakula pamoja na mahitaji muhimu, wale ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano, na pia hata wazalendo wote maeneo kokote ambako wanapatikana e, wako na haki ya kuweza kupata chochote kitu ili waendeleze harakati za kupigania uh, taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza kufanya jambo na pia ukaonekana kwamba uko unafanya kwa faida zako uh, lakini wengine wasioni kwamba eh, nguvu ambazo uko unatumia ni kwa ajili yao. Unaona hilo liko hivyo. Iko hivyo binadamu, tuo tofauti sana, sana, sana, sana, sana, sana. Hapa nazungumzia swala la Jiste Bitakwira. kitendo cha Bitakwira kuweza kuja Uvira na kuonekana kwamba pipo uh, pipo kuwa wengi, pipo kumshangilia, pipo kumpa uh, sifa respect. Kile kitendo kinafanya uh, wabunge, wanasiasa wengine kuanza kuingiza chokochoko kwa bwana Jiste Bitakwira, na hile ni, ni kawaida So, ni kawaida sana ya wanasiasa wa Kongo, so, sababu kuna vitu ambavyo, uh, nchi yetu tuko na wanasiasa wamoja wenye kuwa na akili mbovu ambayo haijawahi kutokea, na, na hiyo yote tena, na walaumu sana wananchi yeah, mimi nakuwa na, na laumu sana wananchi kwa sababu kama tunafikaga mwa hii hatua ya, ku, ya kuwa wajinga kiasi hiki tunakuwa tunawapatia watu puvuari ambao hawastahili kuwa na ile puvuari. Unaona hivi, mnajua kwamba asilimia kubwa ya wanasiasa wetu wako na duble nationality. Asilimia kubwa ya wanasiasa wetu ni wa Marekani, wengine ni wa Faransa, ni wa Beljiji. Uh, uh, unakuta in case kwamba Kongo mambo yanaharibika, wao wako na posibiliti ya kuweza kuhamia kwenye zile nchi ambazo wao wanaishi. Achana naona wasanii na siasa. Chukua tu hata wasanii. Na wasanii wetu pia wa wa muziki wako na double nationality. Nakupa mfano tu hai wa Awilo Longomba sasa hivi. Sasa hivi Awilo Longomba unajua anaishi wapi? Yuko Ufaransa. Unaona? You know, baada ya kuoa mwanamke wake wa wa, wa wa kizungu mwaka 1990 na eh, na, uh, 90 na ngapi? 97 hivi na 74 hivi sio, uh, kama sikosei. Hey na moja kwa moja akachukua pasipoti akachukua ya, ya, ya ni uraia wa Ufaransa wa. Unaona, moja kwa moja akachukua uraia wapi wa Ufaransa. Yaani kwa maana hiyo e, tuku tunaishi tuna, tuna na watu ambao wao hawako focused e, beaucoup plus kwa kwa ajili ya republique Unaona ndugu zangu, sasa, hiyo inakuwa kuna shida, na ndio vile vile pia kwa e, wanasiasa wetu unakuta kwamba hawawezi kusema kwamba wapigane wa kwa asilimia mia moja na e, adui kwa ajili ya kutetea taifa. na ndo hichi ambacho kina kinamkuta hapa bwana eh, bwana Bitakwira. Kitendo cha yeye kusimama na kuanza kupigania taifa, yeye kusimama na kutetea maslahi ya walio wengi, kuna wakera baadhi ya wanasiasa. Ile mtu kusimama, kusema, kuzungumza kwamba watu fulani kabila fulani, nilikuwa nikiongea na ndugu yangu mmoja kutoka Bukavu ananiambia unaona, Bukavu kuna makabila mengi, Bukavu kuna watu wengi e, sasa sio Wamushi tu. Barua ya society civile ilisemaka kwamba basi, basi tuharibishie Bukavu yetu, sisi tunakataa kupigana, waache tu hao jamaa wapite waingie bila kupigana juu basi tuie batu yetu. Sasa mtu akisimama akisema kile kitendo kwamba Wamushi walifanya hivi, sio kwamba tu tunatafuta division. Aiko division, ni fason ya kutaka ku, ku, kuambiana eh, jamani mnajua kwamba nyinyi asilimia kubwa ndio mko mnasapotia watu. C'est vrai iko wazi, marebelio zote ambazo ziko zinafanyika wenye wanakuwa wana support asilimia kubwa ni Wamushi, lakini hili sio tribalism Aiko tribalism, aiko kwa nia kwa nia mbaya, ni kwa nia ya kutaka ku, tuambiane tuangaliane usoni ili tuweke sawa haya. Kwenye kipindi cha, cha, cha Sven huyu huyu kiwelewele nani huyu Bertrand Bisimwa alisemaka nini? si le Congo ne veut pas de Tutsi, si le Congo ne veut pas de, de Baswahili, il faut waende. Kongo iende yache nani eh, yache Batusi benye biko mu mu weste bendele kuishi tivo combien de fois gisi biko wana bana uh, leta valet uh, kutaka kuingiza kitu kwenye, uh, kwenye akiko wakiweke pale. Donc wako wana kongolize watusi par force evo pike ba leader benye biko na na M23 na ba ba Kongolewa kabila ya ya, ya kimushi. Sasa hii ndio ikapelekea mpaka wakina Vital Kamerhe wakina Bahati Lukwebo no, na no, wanani na no, wengine kwanza kumwatakia Bitakwira, embu angale muii vita role ya, Bitakwira, ya, ya ya Kamerhe iko wapi? Bahati Lukwebo iko wapi? kantitima iko wapi? Donc, bale balebalidele vote wasidi Kivu wa, wa upande wa, wa, wa mushi hakuna reaction. Siasa radio wanalala, sasa nani atasimama? Tunapata mtu ambaye anasimama, alianza kusimama kabla ya hii vita kuwa kubwa kiasi. Bitakwira alikuwa unazungumza haya mambo kabla, lakini kuongea kwake anaonekana ikio tribale iko iko na, na, na, na zungumzia chuki ukabila hapana, tuache kuwa nakuwa manipili, kwa hiyo ni huo na, wow. Ni ujinga ambao mimi na nasemaga mara mingi kwamba wazungu wao wanazungumzianaga huyu ni asili fulani, hata kwa makampani zao huko, na sisi biko na nakwambia, msimchague fulani, sababu huyu iko na iko na asili ya sehemu fulani, anaweza kuingiza taifa letu kwenye vita, anaweza kufanya hivi na no, wakati wa vita hawezi kupigana kwa sababu iko na asili ya kutoka sehemu fulani na unajua sisi tuko tuo na, na, eh, tuko vizuri na ile taifa so anaweza kuifavorize ile taifa. Mbona wao awasemage wa, seme ni, ni, ni sitasyon ala hende mbona tusemage sema kwa ni tribalism, lakini si kwetu, tukisimama tuseme hivi wewe inakuwa ni tribalism. Ni mambo kusikitisha sana hmm ni mambo ya kusikitisha sana. Na hii ma ONG ma association vitu gani vya droit de l'homme ndio vinafanya sasa ni eh, kuongelesha kuwa bumbafu moyo wa tare, ukisema tu kidogo inakuwa chuki, ubaguzi inakuwa ubaguzi. Hapana, lazima tuendelee kuambiana. Kwa hiyo Justin Bitakwira kwa ungwana tu, baada ya kina kamere ya kina nani kuanza kumwingilia sana, akasema hapana, ya nini malumbano ya nini maneno, najiweka pembeni niepushe msongamano. Akaomba msamaha, akasema mnisamehe, ndugu zangu, mnisamehe yote ambayo nimefanya ambayo nimezungumza. Najua nili, eh, nilipitiliza kauli zangu, lakini mnisamehe, mambo ya yarudi kama zamani wana, tusahau yaliyopita na tugange mbele.

Di, si, ya de no, na hiyo yote ni jitihada zake nguvu zake eh, kuja kuungana na wazalendo kusapoti wazalendo kusukumana na wazalendo kunampa eh, credibility ya kutosha, mpaka wenzake wanamuonea kero, wanamonea donge, hakuna kingine zaidi ya kero wa, wa, wanaona ni kero wa, wa, wanamonea wivu nrr yendo wenye wanamuonea wivu E, yei ndo wanamuonea wivu. Na kwa hili hili swala la Justin Bitakwira hili la, e, kuna watu wengine pia makabila mengine e, zaidi sisi wabembe kuna wale ambao wako naanza wako naingiza chokochoko ambazo hazina maana. Au kwa nini Bitakwira ndio apewe yeye ndo asimamie wazalendo? Kwa nini yeye? Nishazungumza hivi tena wakati mwingine. Jamani, hakuna mubembe leader yote ule mwenye alianza kupigana na wazalendo kabla ya hii vita ya kuwa hivi. So usije kumpatia mtu sasa asimamie wazalendo juu vita inakuwa na ana ideology. Bitakwira ilianza hizi harakati tokea zamani, sawa na anastahili kupewa hili swala, ama swala yasio bembe tu kwa nguvu tuku... Hapana, hapana, wazalendo wote ni wamoja, wazalendo wote ni wamoja na hatuna haja ya kuwagawanya wazalendo. Yeyote ambaye yeye anataka madaraka sasa hivi asubirie, tumalizane na hivi ndio tuje tu... tumuone anataka nini lakini masuala ya kusema o Bitakwira madaraka, tuachane kwanza na hayo mambo kwa sasa hivi. Kwa hivi tunaangalia jinsi ya kuwakusanya wazalendo wote kwa pamoja ili tuweze kupambana. Na suala jingine ni kwa upande wa Kinshasa, ambako waziri wa miundombinu bwana Alexis Gisaro aliweza kuzungumza na kuonyesha nia yake na nia ya jamii ya yake e, wakimbizi kutoka Rwanda miaka ya zamani ambao e, kwa sasa hivi wanajiita Wanyamulenge kwamba wao hawako tayari na vitendo ambavyo viko vinafanyika na Rwanda vya kuleta zile machokochoko, eh, aseme e, watusi ambao wanaishi Kongo wako wananyasika au wako wanakuwa representative government za Kongo e, wanateseka, lakini yeye aliweza kufafanua na kuonyesha dunia kwamba yote ambayo yako yanazungumzika ni uongo mtupu ye mwenyewe ni waziri, ushawahi kuwa watusi uh, makamu wa rais Azarias Rubero, mawaziri wa kitusi, wabunge wa kitusi wa Kinyamulenge. Sasa nyinyi mnakosa kitu gani? Wewe unafikiri kuna makabila mengine ndani ya Kongo ambayo hawajawahi kuwa hata na mbunge? Unajua vile wambuti wanapata mbunge ni hapa umoja tu hapa. Uh, miaka ya nyuma na makabila mengine wanaishi bila kuwa na waziri bila kuwa na DJ, bila kuwa na mtu yoyote yule, lakini wanaishi unaona. Lakini nyinyi wakimbizi kutoka Rwanda wenye Mulenge ngisi mnavyojiita licha sio jina lenu Mulenge ni mlima wa wafuliru nyinyi, nyinyi, nyinyi mnatakiwa mpewe jina jingine ambalo litawafaa. Sawa, mshawahi kuwa mawaziri makamu a rais, makampuni ya serikali mnayoongoza ndani ya ofisi za rais mnafanya kazi, lakini bado amridhiki amtosheki, mko mnadanganywa na Wanyarwanda na kuwafanya kuendelea kuchukiana na Wakongomani bila kuwa na akili ya, ku, ya kufikiria. Kwa hiyo Alexi Gisaro aliweza kuongea haya mambo na kuwaambia ndugu zake kwamba haya yote ambayo yako yanafanyika

yako yanaendelea hivyo huko maeneo ya, ya Kinshasa na Alexi Gisaro kikweli ameweza kuongea jambo la maana, na hii mambo ambayo amezungumza yameweza kuleta sura nyingine, nafikiri, na, na, na hii itafanya ndugu zetu hawa kuweza kujirudia e, na kuwa watu ndani ya watu wengine suala. So, jingine ni mamia ya wazalendo ambao wameonekana kuweza kuingia Kindu wakitokea huko Kongolo kwa lengo la kuja kusaidia vita ambayo kuna zidi kuendelea huko maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, licha ya kutangazwa kwa sesele fe ya, ya uongo na ukweli. Uh, wazalendo kutoka maeneo ya Manyema ndani ya tarafa mbalimbali zaidi huko maeneo ya tarafa ya Kasongo walaweza kuwasili ndani ya mji wa, wa Kindu huko Manyema, makao makuu ya Kindu ya Manyema na hivyo kupokelewa na ofisi za wizara ya mambo ya ndani kupitia e, serikali ya jimbo ambayo inaiwakilisha ina serikali ya taifa, na kuweza kuahidi e, kupambana kwa ajili ya kutetea taifa e, wazalendo hao ambao wamekuja wakiwa na kila zana e, na kila kitu vile vile, so wamesema kwamba lengo lao kubwa ni kwenda kwenye uwanja wa vita na sio kubaki pale Manyema e, kukaa Manyema, kukaa Kindu e, huku wakishangaa mataa. Wanataka waende moja kwa moja safarini na waweze kukutanana na vikosi vingine ambavyo vipo hupo kwenye uwanja wa vita. Utafahamu tu kama vikosi vyote ambavyo viko vinakuja kutoka sehemu mbalimbali. Kwanza wako wanapitia maeneo ya pleni ya Ruzizi e, wanakutanana na, na mzee William Amuli ya Kutumba, kisha pale wanapanga mipango wamoja, wanapandishwa milima E, wanaenda kule kwenda kuzuia e, na kusonga mbele zaidi ili kuweza kuona nini kitafanyika kwa ajili ya kuweza kumpiga adui na kumwondoa kabisa maeneo ambako anapatikana. Hizo ni moja kati ya vitu ambavyo vina vinaleta nguvu ya vinaleta nguvu ya umoja na pia kuwafanya uh, wazalendo wazidi kujiimarisha zaidi na zaidi kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika kwa wazalendo kwa e, endapo watashindwa hii vita, it, it, it, itakuwa ni, ni, ni, ni jambo moja la, la hofu sana, kwamba tunaweza kushindwa hii vita. Kwa hiyo tuko na kila sababu ya kupigana kwa ajili ya yani wane, kushinda vita hii, yaani njia yoyote ile ambayo wanaweza kuitumia ili kushinda vita hii. Ndani ya, ya mji wa Baraka kuna tukio ambalo limetokea <laughs> ni tukio la kihistoria sana, ni tukio ambalo la kihistoria eh, lakini hatuwezi kuli, kuli, kuliweka hapa eh, nagusia hivi. Sababu gani? Kwa sababu kina mama kina baba walitembea watupu mchana kweupe. Eh, sisi kwa macho yetu tumeushuhudia, tumeona mchana kweupe wakiwa wako watupu, huku wakitambika wakisema kwamba wako wanafanya vile kwa ajili ya, ya protection, unaona. Yeah, donc, mizimu inasimama, mababu wanasimama, watu wote wanasimama juu ya kutetea taifa kwa njia ile yote. So, kama ni jambo moja kubwa sana ambalo uh, raia wanastahili kuweza kuungana kwa pamoja ili kumpiga yule ambaye anajaribu kuja kuvuruga usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama hicho kimefanyika ndani ya mji wa Baraka kwa wakinamama kutembea watupu Eh, watupo mchana kueupe huku, kila mtu akishuhudia akiona maajabu ambayo yako yanafanyika, ilikuwa ni, ni, ni, ni, ni dunia nyingine, mpaka mtu unasema kweli, wa wakongomani wanajitolea kwa ajili ya kuweza kupigania eh, taifa lao. Na ndio hivi hivi ambavyo wazalendo hawa, mamia ya wazalendo, maelfu ya wazalendo, ambao wamesema ya inatosha sasa, twende tuonyeshe nguvu ambazo tuko nazo kwa ajili ya kuweza kutetea taifa letu ambalo linavamia e, na hawa watu wasiokuwa na akili ambao wanataka kutuyumbishia usalama wetu. Na mm, e, taarifa Fizi nako, na pia kamanda wa SNPC Mamadu uu e, undi anabakia yuko e, e, na kontrole vile ya Baraka. Amekuwa akiwasihi wazalendo kuendeleza mienendo sahihi, unaona kuwa ku, na nidhamu ya uzalendo kutetea raia, kupigania raia na sio kunyanyasa raia, kama jinsi baadhi ya wao wako wanafanya. Na kulisikika milio ya risasi tokea jana tokea juzi kule Mboko, ambako baadhi ya uzalendo ambao uh, ni wa ni wa hovyo hovyo, uh, sababu ndani ya uzalendo pia kuna wale ambao ni uzalendo wa hovyo kabisa, wako wanafanya vitendo vimoja vya ajabu, na ndio hii ambayo Mama Dopa alizungumzia, kupiga risasi bila kuwa na, na nizamu. Unapiga risasi za nini? Unaona adui bado ha, hayupo, unaanza kupiga risasi eski mi na shindo kama watu wanawasaga nini? Adui hayupo, unaanza kuharibu risasi bila kuwa na mpangilio. Watu wanaenda kuiba simu eh? Watu wanaiba sijui sijui laki moja, watu wanafanya nini? Unaenda kuharibu risasi ambazo zingesaidia kwa ajili ya kupigana na adui. So kwa hiyo, ndugu zangu, hao ndio machache ambayo tulikuwa tuko nayo kwa kwa saa sita hii. So mengi na zaidi e, tukuani pia majira ya saa tisa ambako tutakwenda kujadiliana na mambo mengine mengi tu. Na hii ni Baraka One TV, mimi ni Rejabu Akili Kabonga, the one and only downtown DJP. Usikose kujiunga na B1 TV membership ili uweze kuwa na changia Baraka One TV. Na pia tembelea B1 TV channel 2, utakutana na matukio mengi sana, e, nazidi kuendelea ndani ya DRC. So mengi na zaidi, tutakutana majira ya saa 9 na saa 12.